Zimepita zimetesa wengi, kumekuwa vita, upotovu mwingi, majali majali, mafa, magonjwa. kubarika na Bakwata mekubalika na CCT ndio aliyoandaa na ndipo akashirikisha kwa wenzao CPCT pamoja na Wasabato na mwongozo huu ndio unayotuongoza kipekee ya kwamba tunapokutana ni lazima tuweze kushirikisha uongozi wa serikali, kwa sababu viongozi wa dini hawa hawatafanya mambo haya peke yao. Na kwa sababu hiyo, katika mwongozo wetu aya ya, ya, ya nne inasema kwamba tunapounda uongozi wa mahusiano ya dini mbalimbali katika ngazi husika, ni vema uongozi wa serikali na wao uwe pati uwe sehemu ya uongozi huo, ili kwa njia hii kuona mambo yetu yote yanafanyika vizuri la kwa amani. Ni tuwashukuru sana wenzetu wa CCT Dodoma kwa kutuwezesha kwenye hii semina hii. Tuwapige makofi mengi sana. Na mimi niendelee kukuomba uwe unakuja mara kwa mara. Tukikutana hivi tunaelezana, tunakumbushana huu ndio umoja. Tunajenga umoja kati ya dini hizi zote. Ikitokea jambo hakuna mtu mmoja atakayeshughulikia peke yake. Na kwa umoja wetu huu tutaweza kufanya ibada na mkoa wetu wa Katavi utakaa vizuri. Semina hii ya mahusiano mema ya viongozi wa dini, ningeomba baada ya kutoka hatua hii tuendelee mpaka ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya vijiji. Kwa tutumie forum hii, semina hii tunayoipata leo hii hapa, pia tutafute namna ya kuifikisha kwenye ngazi ya vijiji ili wenzetu kule pia wawe wamoja. Leo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kama vile umetangulia kuangalia hapo mwanzo nataka na niweze kuwaonyesha kwamba mwisho wa dunia umekaribia, na lazima watu wa Mungu waweze kuwa wamejipanga, waweze kujua mahali ambapo tumefika. Kwa nini? Ukisoma kitabu kile cha Warumi 13:11 inasema kwamba tukijua kwamba saa ya kuamuka kutoka katika usingizi ni hii, kwa sababu yule mwovu shetani yu gangari. Wapendwa, kama vile nimewaonyesha, ni, ni unabii ulioweza kutabiriwa kwamba Kabla mwisho ufike ama Yesu warundi lazima dunia iweze kuungana na serikali. Na hapo katika mkutano ambao nimekuonyesha wa kwanza, ni mkutano ambao umeandaliwa na watu wanaitwa Seventh Day Adventist, ambao ni mkutano umeunganika wa Katoliki, hapo kuna Waislamu hapo, wa Budhizimu hapo, na kila kabila ya kanisa iko hapo. Kwa hivyo ni jambo ambalo liliweza kutabiriwa na nabii Ellen White kwamba ili dunia iweze kufika mwisho wake ama ukingoni mwake, lazima hilo jambo litendeke. Wacha tuweze kusoma ili kwamba tuweze kudhihirisha, nataka nisome kitabu ambacho kinaitwa pambano kuu ama great controversy, ukurasa wa 389 haya ya tatu. Ellen White anasema, nitasoma kwa Kiingereza kisha nitakuja kukufasiria kwa Kiswahili. The Bible declares that before the coming of the Lord Satan will, Satan will work with all power and signs and lying wonders and with all deceivableness of unrighteousness.

Will the fall of Babylon be completed? Helen Whiti alisema kwamba ee, katika lugha ya kigi. Biblia inasema kwamba kabla ya kuja kwa Bwana Yesu Kristo shetani atafanya kazi kwa nguvu zote na ishara na maajabu. Hiyo ndio jambo ambayo lazima mambo yatendeke ili kwamba Yesu Kristo aweze kurudi, na maajabu ya uongo, na katika ila zote za udanganyifu wa uovu, na wale wasioipokea ile kweli wapate kuokolewa watachukuliwa nakubewa, wanguvu, uo. I, haita, haita na kupewa undanganyifu wa nguvu hata wapate kuamini uongo huo. Hii haitafika na muungano wa kanisa na dunia utakapokamilika, katika uliji wa ukweli, ndipo uunganiko wa babeli utakapokamilika. Mabadiliko haya ni ya taratibu na utimilifu katika ufunuo. Kwa hivyo, haya ni mambo ambayo Ellen White aliweza kuyatabii kwamba yatakapotendeka ama kabla ya kuja Yesu Kristo. Lazima ya mambo yaweze kutendeka na ya yatakuwa viashiria vya kuonyesha kwamba Yesu Kristu yuaja na Yesu Kristu amekaribia. Na ndio maana katika video ambayo nimekuwekea umeona kwamba Seventh Day Adventist kwa mikutano wako na Wakatoliki hapo, kuna WSD wa Jumapili hapo, kuna Waislamu hapo, wa Buddhism, Walokole na kila kabila. Ni jambo ambalo Nabii Ellen White aliweza kulionyeshwa. Kuna jambo lingine Nabii Ellen White aliweza kulitabiri kwamba lazima liweze kutendeka ili dunia ili tuweze kufahamu kwamba Yesu yu karibu ama Yesu yuaja. Maana wapendwa, lazima tuweze kufahamu muda tunaoishi ni upi. Nataka niweze kusoma kitabu cha testimonies ya tano ukurasa wa 240. Kuna jambo nabii Ellen White aliweza kulitabiri, na akatabiri kanisa litaka litakapungana na serikali, limekuwa Babeli. Na kweli, kama kama vile alivyoweza kutabiri, utabiri wake umeweza kutimia. Ellen White anasema hivi katika kitabu cha testimonies si ya tano, aya ya 220 aya tatu, anasema as pride and the worldly ambition have been cherished the spirit of Christ has departed and the emulation dimension and the strife have come into the distract and the weaken the church. Nabii Ellen White anasema kwa lugha ya Kiswahili hivi kama vile kiburi na matamanio ya dunia vimekumbatiwa, roho wa Kristo ameondoka, na ushindani, ameondoka na ushindani, mafarakano na mizozo, vimeingia kulivuruga na kudhoofisha kanisa. Ellen White aliweza kutabiri kwamba roho wa Mungu anapoondolewa kanisani, kunaweza kupatikana mzozo na mafurugano. Wacha niweze kukuwekea mizozo ambayo imetokea hivi karibuni ndani ya kanisa la Seventh Day Adventist, ili tuone huu nabii unatimia vipi, ili tujue kwamba tumefika mwisho na tumefika ama dunia imefika ukingoni mwake. Wacha uweze kutazama.

The members of the church who had turned up for the service were met by a locked gate with the compound heavily guarded by a contingent of police officers alongside security personnel from the radar security services. Ilikuwa <tielly> vichana waingie kwa maombi, lakini kufika kwa geti wakakuta geti imefungwa. Ndio wasirika vile tumekucha hapa sasa kususana. Je, tunaona vile wakaitana polisi na hii i kampani ya rada sasa nashindwa hata kuingia. Hasa hiyo ndio msosano iko, eh, tujui kama neno la Mungu inafanywa namna hiyo. Sasa inaonekana ni biashara na kuna kitu wanapigania, wamefunga geti ya kanisa, wamefunga kanisa na kufuli. Hata tukiwaambia tuende kujisaidia kwa choo hawataki. Tension would escalate when an attempt was made to force entry into the church compound leading to a confrontation with the security officers. Kama mshiriki, kosa nililofanya ni gani la kutoingia katika kanisa ambalo ninashiriki kwalo? Msimamo wetu ni kwamba kanisa hili ni la Mungu, si la mtu liweze kufunguliwa ili kila mwenye dhambi mtu yoyote aliye na haja ya kumwona Mungu aingie, alilie Mungu wake kanisani. Wanasema watu wazingie, eh, siku zingine tukuje Saturday. Nashindwa, kanisa la Mungu linafukuzwa watu. Jamani, tunaupili nini? The scaffold left one of the church elders identified as Joseph Ogindo nursing injuries. Elder wetu amepiwa na serikali hapa, sijui ni serikali imempiga ama ni wao watu wasikeisi wamempiga. Sa hizi tuko na kesi bado, uko ndani, tunataka tuambiwe sisi haki yetu kama wakristo ni gani? But according to the members, there lies more than just what meets the eye. hii kiwanja iko hapa chini hapa hivi ndiye wanapigania, ni kama wanataka wachenge wachenge kitu kama pangi apoma waweke biashara licha ilichengwa ni eneo la kuabudia The aggrieved congregants are accusing the management of the church of orchestrating a scheme to grab part of the institution's land earmarked for development without the knowledge or the consent of church members Tutetewe hii graundi, wanataka kuichukua. Wanaichukua waifanyie nini? Sababu ni graundi ya kanisa hii. Kanisa imekuwa ni miaka mingi sana, sisi ni wachanga, lakini tumekuta hili kanisa na sisi shamba zi yetu, wala tunatetea haki ya kanisa. So tunashindwa hao viongozi wanatueleza nini na tunaelekea wapi? Watu na watupe mwelekeo, ah!